Okay, kaunti namba 43 ambapo wadau wa elimu huko Homa Bay sasa wameanzisha mchakato wa kuhakikisha watoto wote haswa wa kike wamerudi shuleni. Wameweka hazina ambayo itasaidia watoto wasiojiweza kukamilisha masomo yao. James Latano anatuarifu zaidi. Huku muhula wa kwanza wa masomo ukiingia wiki yake ya pili na shughuli za masomo zikianza kushika kasi, wanafunzi wengi kutoka kaunti ya Homa Bay wamesalia nyumbani haswa wasichana kutoka familia ambazo haziwezi kugharamia masomo. Sina uwezo wa kupata karo ya shule. Mtoto naye alifanya vizuri, alitwa Kisumu Girls na sina uwezo wa kupata hiyo ofisi ya Kisumu Girls. Sasa ningependa yule anaye uwezo ya kunisaidia aweze akanisaidia. Wadau wa elimu kutoka eneo la Karachuonyo wametoa ufadhili wa masomo kwa zaidi ya wanafunzi elfu moja kutoka wodi ya Kibiri.

Aidha wadau hao walitumia kikao hiki kutoa ushauri nasaha kwa wanafunzi na pia kutoa uhamasisho kuhusu mfumo mpya wa elimu unaotekelezwa na serikali mfumo mpya ambayo inataka ushirikiano wa washikadau wote wa elimu ili kuifanikisha. James Latano, Runinga ya Citizen kutoka shule ya upili ya Homa Bay, kaunti ya Homa Bay.